wa Tanganyika, habari zenu familia. Leo nimejitokeza tena katika mazingira sio rafiki na mvozo ya kidogo, kwa sababu mimi ni fundi, unajua ni fundi masoni, mambo ya kuskimu nini rangi na nini, ndio harakati zangu za naweka mjini au vipi. Kwa kuna watu huko wanasema, oh huyu ana kazi nini, ana kazi nayo, kwa sababu ya maneno unayoongea unajua, bila kula vizuri huwezi ukapata akili ya kuongea vitu vya maana, sababu ukiwa na njaa akili yote inahamia tumboni, si unanielewa familia? Hiki kilemba hiki, kuna watu wananiambia wewe oh, unavaa vaa kilemba si nini. Kwa hiyo nataka niwaambie kitu kimoja, mimi na asili ya Ufarao, si unanielewa? Hata ukiangalia katika history, mafarao kitambo walikuwa wanatupia vitu kama hivi hapa, si unanielewa? Kwa hiyo majibu ya hiki mtakuwa mmekielewa. Sasa leo nilikuwa na mambo mawili anahusu watu wenye pesa na watu wenye akili. Sababu muunganiko watu wenye pesa na wenye akili itakuwa ni ukombozi kwa wasomi. Sasa nilikuwa na washauri wale watu wenye pesa ambao wana pesa nyingi, wanatamani waisaidie jamii, lakini hawajui wataanzia wapi. Sasa nilikuwa na mpango kazi hapa, ambao unaweza ukatengeneza mamilioni ya wengi sana Sawa. So, kwa kama kuna mtu ana pesa zake ajue cha kufanya, mimi nilikuwa namshauri anzishe taasisi. Hiyo taasisi kazi yake ni kusapoti mawazo ya watu kiutendaji. Yaani, mtu anakuwa anaandaa proposal yake, anaisajili kisheria, anaileta kwenye taasisi. Taasisi inaifanyia kazi proposal kwa makubaliano ya hamsini kwa hamsini baina ya mwenye proposal na taasisi, kama ilivyo Shed na Aftermath au Shed na G-Unit. Tumenielewa nitatoa ufafanuzi kidogo wa Shady na Aftermath na Shady na G-Unit ni kwamba Eminem wakati anaenda kuomba kazi kwa Dr. Dre ili amtoe, Dr. Dre alimpa mkataba wa kudumu wa kugawana asilimia hamsini kwa hamsini. Baada ya Eminem kutoka kwa msaada wa Dr. Dre. Tumenielewa, kwa kwamba Eminem atakiuza begi shilingi kumi, shilingi tano ya Dr. Dre, shilingi tano wakawake maisha yote. Tumenielewa. Kwa hiyo mkataba naye ukumfunga Eminem akampa 50 Cent ananufaika na kwa 50 Cent kwa staili hiyo. 50 Cent naye akawapa watu wake wa G-Unit ambao ni Young Buck, Tony Yayo na Lloyd Banks, naye ananufaika nao kwa staili hiyo, sio mmenielewa? Sasa wajua, huko mtaani watu tuna mawazo mazuri tu ya kuweza kuisaidia nchi na nini, ila tumekosa uwezeshaji, ndio maana tumeangukia kwenye makazi kama haya ujenzi na nini ili siku zijazo. Lakini mawazo tunayo, kwa mfano kama mimi nina proposal mbili hizo popozo kama zikianza kazi sasa hivi zitakoma siku ya kiyama. Na maisha mimi nitanufaika nazo, nitakufa, nitaacha na wengine wataendelea, watakufa, wataacha hivyo hivyo. Kwa sababu ni za kijamii zinahusu maslahi ya jamii. Sawa. Sasa unajua, serikali kwa sasa hivi haiwezi kutetea maendeleo, sio wananchi, sio wananchi, maendeleo tutayaleta wenyewe kupitia sekta binafsi, kama uwepo wa taasisi kama hiyo, sikumanielewa? afu italeta changamoto zaidi kwa watu, kwa sababu watu sasa itabidi waanze kushindana kutumia akili kubuni vitu vya maana, baada so ya kuona baadhi ya wenzao wamefanikiwa, sio, umenielewa. Sasa kutokuwepo kwa hiyo taasisi, kuna watu wamekaa na mawazo ambayo yamekaa tu ndani, hayana msaada wote kwa jamii, sio, tumeelewana familia. Unajua faida ya sekta binafsi iko hivi tatua mfano mdogo kule Mbezi Beach kuna madoni fulani matajiri mtaani kwao, yani waliamua wenyewe wakajipigia lami wakaeka na mataa kila kitu bila kuishughulisha serikali. Simelewa kwa sekta binafsi kiwezesha wananchi kupitia mawazo yao. Na maisha tutengeza mamilioni ya wengi na maendeleo tutafanya sisi wenyewe bila kuishughulisha serikali. Simelewa vitu kama hivyo ni itakuwa ni jambo jema bora sio wananchi wengi tuwe na hela, kuliko serikali kawa na hela si hatuna hela. Situmelewa na vitu kama hiyo. Familia kwa kama wewe una una pesa zako, unatamani kuisaidia jamii, anzishe taasisi, afu ni kwambie kitu ni kwamba ukitumia hela yako kuanzisha hiyo taasisi, hadi wewe utagharamika kuanzisha, lakini uendeshaji wa shughuli zote za taasisi utapata wahisani. Simenielewa, yapo mashirika makubwa duniani yana, yana pesa yanatamani kufadhili miradi kama hiyo kuna mabenki kama benki ya maendeleo ya Afrika, tumeelewa. Kuna ile benki ya Wachina ina hela. Kwa hiyo taasisi yako kishaisajili kimkakati au soba na, kwa kupeleka proposal yako kule kupata ruzuku ni vitu vidogo. Kwa mfano mfalme wa Saudi Arabia Salman yashazungumza kwamba Saudi ina pesa, wanatafuta mahali pa kuwekeza, wajua wekeze wapi. Washapeleka hela China, wawekeza kwenye soka wa China, wachukua wakaenda kwenye ujenzi, tumeelewa. Kwa hizo ndo sehemu zipo kwa kiasi cha taasisi kama hiyo Yani, kupata wahisani au vipi? Yani itakuwa ni kiwango kichepesi sana, alafu heshima yako itakuwa kubwa kitaifa na kimataifa. Sunani ya leo, unajua wasomi wamebananishwa sasa hivi, wasomi ajira hakuna, na so sasa hivi yani hata siku zijazo ndo ajira itakuwa amna kabisa, sababu mfumo unaitwa artificial intelligence AI ndio ndio kukamata ajira za dunia nzima. Sawa, ko kuna kitu kiitwa zikikuu. Ni zikikuu maanake ni mwanadamu kukosa kazi, na ukikosa kazi...